Na tukumbuke sisi Zanzibar tulifungua kesi mwanzo, kabla hata kesi ambazo zilifunguliwa bara, kwa sababu chini ya huo huo au chini ya hiyo hiyo mikakati yao, hapo alishafanya taratibu kwamba kesi lazima ifunguliwe ndani ya siku saba kwenye sheria ya uchaguzi ya Zanzibar, kesi za baraza la wakilishi na udiwani lakini bara kuna mwezi mmoja, wao waliochelewa kufungua, bara kesi zishamaliza PO's na sasa hivi wako katika hatua ya usikilizaji kesi za msingi. Sisi ambao tumefail kwanza, kwa sababu o sheria zao mbovu, kesi leo mwezi wa tatu bado pos hazijamaliza kusikilizwa katika hili tunachokishuhudia nini? Kwanza ni kudharau matakwa ya wananchi. Hatua ya kutaka kuteketeza karatasi za kura, fomu za matokeo na madaftari ya wapiga kura ni kukiri makosa kwa ZEC yenyewe. Ikiwa uchaguzi ulikuwa huru na wa haki kama wanavyodai, kwa nini tume iwe na haraka kiasi hiki kuchoma ushahidi? haraka hii ya mara hii ya kutaka kuteketeza nyaraka za uchaguzi mara tu baada ya siku tisini kukamilika haikuwahi kuonekana katika chaguzi zote sita zilizopita kuanzia ule wa tisini na tano hadi ule wa mwaka ishirini, ishirini. Isitoshe, na hapa ndipo penye kichekesho cha tume hii ya George Kazi. Isitoshe, katika majibu yao kwenye hati za kesi ya msingi yani reply to petitions. Yale majibu yao kwenye petitions ambazo tumefungua mahakamani, zek wenyewe wameambatanisha fomu za majumuisho ya matokeo kwa kila kituo maarufu kama fomu namba 13b. Swali linakuja, Je, wanakwenda kuchoma moto ushahidi ambao wao wenyewe wameieleza mahakama kuwa wanakusudia kuuleta mahakamani? Ndio mambo ya ubabaishaji na kutokujitambua yanavyokuwa. Wao katika reply to petitions, wenyewe wametaja hizo nyaraka wanaotaka kwenda kuziharibu, kwamba wow, ni sehemu ya ushahidi wao, ni fomu namba 13b. Sasa, leo unatangaza unakwenda kuziteketeza, kuziharibu. Huwezi kuchoma eneo la tukio la uhalifu katika sheria. <coughs> Huwezi kuchoma eneo la tukio la uhalifu, yani crime scene, isipokuwa kama unajaribu kuficha jinai hiyo. Hichi ni kitendo cha kukata tamaa kwa taasisi inayoogopa ukweli na inayodharau akili za Wazanzibari. Tangazo la jana la mwenyekiti wa ZEC, ambaye anaambua ni jaji wa Mahakama Kuu, ni la aibu, fedheha na kashfa, na kwa hakika anapaswa kujionea aibu mwenyewe. Ni kielelezo chengine cha ZEC kujivua nguo na kisha kujianika hadharani mbele ya wa Wazanzibari na ulimwengu jinsi walivyoshindwa kuheshimu maadili ya kazi yao ambayo yanataka wasimamie haki na kuonyesha uadilifu. Tume nzima ya uchaguzi kuanzia mwenyekiti na makamu mwenyekiti wake ambao ni majaji wa mahakama kuu, makamishna wote wa ZEC pamoja na watendaji watume, wa tume wanapaswa wajitathmini kitendo cha kutaka kuteketeza ushahidi huu huku kukiwa na kesi za kupinga matokeo ya uchaguzi mahakamani ni kuwadharau wazanzibari walio wengi. Tukumbuke kwamba kesi za kupinga matokeo ya uchaguzi kwa ujumbe wa Baraza la Wawakilishi zilizoko mahakamani ni za majimbo 25 kati ya majimbo yote 50 ya uchaguzi Unguja na Pemba. Hiyo ni asilimia 50 ya majimbo yote. Kwa maneno mengine angalau nusu ya wa Wazanzibari wanahoji utendaji wa tume na uadilifu wake jinsi ilivyoendesha uchaguzi mkuu wa 2025. Ni vyema pia ileweke kwamba kesi hizi hazihusu haki za ACT Wazalendo. Wajua, nchi hii imevurugwa na kuharibiwa sana, kila jambo linavikwa nguo ya kisiasa na kisiasa, kwa maana ya vyama Unapokuwa na kesi election petition, si ya chama, hata kama aliyefungua ni mgombea wa chama, wapiga kura wa chama kwa mfano, ni kesi inayohusu haki za kiraia, ni haki, ni kesi inahusu haki za wananchi. Kwa hivyo ni vyema eleweke, nirudie tena kwamba kesi hizi hazihusu haki za ACT Wazalendo, zinahusu haki za wananchi wa Zanzibar. Kutaka kuangamizwa ushahidi wa kesi hizi ni kuonyesha jinsi zek inavyowadharau Wazanzibari ambayo ilipaswa kuwalindia haki yao kuu ya kikatiba na kiraia, yaani haki ya kuchagua na kuchaguliwa, kwa lugha nyingine haki ya kuiweka madarakani serikali wanayoitaka. Kwa tangazo la jana, zek wamewadharau Wazanzibari kwa kudhani kuwa wakitaja kifungu cha sheria ndio watakuwa wamefunika dhamira yao ovu na mchezo wao mchafu na kwamba Wazanzibari hawana akili za kung'amua hilo. Kwa hakika, dhamira ovu na mchezo mchafu huu ukitekelezwa, unakwenda kuzinajisi mahakama za Zanzibar na pia kuhujumu hatua zinazoendelea zenye lengo la kutafuta ufumbuzi wa mkwama uliopo ambao ulisababishwa na zek, hiyo hiyo. Tunapenda kukumbusha kwamba chama chetu kiliwasilisha Tume ya Uchaguzi barua alfajiri ya tarehe 30 Oktoba 2025, chini ya saa 24 tokea kura zikamilike kupigwa, kueleza kwa kina jinsi uchaguzi ulivyovurugwa, ikibainisha vitendo vyote vya kiharamia vilivyofanywa na maofisa mbalimbali mbali wa serikali, wengi wao wakiwa watumishi wa tume hiyo ya uchaguzi. Tume kwa nia ovu ya wazi, haikutaka hata kuchunguza tuhuma hizo na kama kawaida yake ikaanza kujificha nyuma ya visingizio vya taratibu na sheria. Mi niwaambie, tume hasa inapojinasibu kwamba inaongozwa na majaji wawili, mwenyekiti eh, George Kazi na makamu wake Aziz. Walipaswa, angalau, kama walitaka kujificha, wa play smart, sio to resort to this childish games. Aibu, fedheha, kashfa kwao. Na pia nikumbushe jambo moja hapa, waandishi, mtakumbuka sisi hatusemi tu, mnakumbuka tarehe ishirini na saba mwezi wa kumi, 2025 mwenyekiti wetu ambaye alikuwa ndiye mgombea urais alifanya mkutano na waandishi wa habari Golden Tulip pale, akafichua siku moja kabla hicho kinachoitwa kura ya mapema, ambao kwa hakika ni wizi wa mapema kama ulivyodhihirika. Siku moja kabla, alifanya press conference kuanika mambo ambayo yamekusudiwa kufanywa kwa hujumu uchaguzi. George Kazi huyu huyu, mnakumbuka, alitoka na safura tele kumjibu mwenyekiti wetu kusema kwamba anatoa mambo ambayo hayana ushahidi na kuleta taharuki na kwamba akachanganyikiwa. Lakini Mwenyezi Mungu hamfichi mnafiki. Yale yote aliyosema mwenyekiti wetu tarehe 27 ndiyo aliyokwenda kutokezea tarehe 28 na 29. Leo wanataka kuyafunika tena kwa kwenda kutaka kuharibu uchaguzi. Jambo hili halikubaliki hata siku moja.